Katika uelewa wangu akili yangu timamu nilivyo itafasiri, japokuwa nijaribu kukuepesha kuepesha. Unajua watu wajanja wajanja wana mambo yao, jaribu kuepesha kuepesha, lakini watu wenye akili tunaelewa. Ukisikiliza hotuba yake unapata tafasiri ya mambo kama mawili: moja, anamhusisha mheshimiwa rais na ofisi tukufu ya rais na vitendo vya utekaji na watu kupotea hukuwawa, lakini mbili anataka kuonyesha kwamba ofisi ya rais au mheshimiwa rais na taasisi nzima ya urais haisikilizi ushauri au kuzingatia taarifa za vyombo vya dola, hasa hasa tisi e. usalama wa taifa. Mi ndiyo nimeelewa hizo tafasiri zake mbili. Madhara ya kauli aliyoitoa askofu Gwajima ni makubwa makubwa. Kauli yake inapaswa kukemewa na kila Mtanzania na mimi nitawambia madhara ya kauli aliyoitoa. Kwanza, moja ni kumchafua mheshimiwa rais. Huwezi kumhusisha rais au ofisi ya rais na vitendo vya kihuni vya utekaji na watu kupotea. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Ikulu ya Tanzania haiwezi kujihusisha na vitu vya kihuni namna hiyo. Na ndio maana rais ametoa tamko na kuviagiza vyombo vya dola vifanye uchunguzi na wote waliohusika wachukulia wa hatua wa. Lakini la pili nje ya kumchafua rais, nje ya kumchafua rais, la pili ni kuonyesha ya kwamba rais au taasisi ya urais haisikilizi ushauri wa vyombo vya dola. Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Hii amani tuliyonayo ni kwa sababu ya uongozi imara wa amiri jeshi mkuu, na anasikilizana vema na vyombo vyake vya dola, ndio maana tuna utulivu mpaka leo. Lakini la tatu, madhara ya kauli ya skofu wajima ni kutaka kuchonganisha ofisi ya rais na vyombo vya dola. Hii ni dalili ya tabia za kiuhaini, yaani mtu mwenye tabia za kiuhaini huwa anaanza namna hii, na ni muhimu sana kumangalia na kumchunguza kwa karibu sana Askofu Gwajima kwa sababu mwenendo ambao ameuonyesha ni tabia za wazi za waaidi. Na madhara ya nne, kauli yake inataka kuvunja umoja, utulivu na amani ya taifa letu la Tanzania. Unapotaka kuonyesha ya kwamba vyombo vya dola haviko sawasawa na ofisi ya rais, hili jambo sio sawasawa. Na ni nani amekupa hizo taarifa? Wewe sio mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya taifa, naye amekupa hizo taarifa? Ndugu zangu Watanzania, maoni yangu na ushauri wangu kutokana na kauli ya askofu Bwajima, moja, Watanzania tumpuuze. Hakuna asiyefahamu mienendo na tabia ya askofu Bwajima, tumpuuze. Huyu ndio yule yule, wakati yule alimtukana askofu Pengo ndio huyu huyu, tumpuuze. Ni mtu mwenye tabia zisizoaminika. Kwa hiyo kwa watu wenye akili timamu na ambao hawana ugonjwa wa akili wanapaswa kumpuuza kabisa na kumwona ni mtu ambaye ana frustrations za kimaisha, ana frustrations za malengo makubwa ya kibunuazi aliyokuwa nayo na yumkini mkini ameshindwa kutimia.